Nimefika leo tarehe 28 mwezi wa 6 2025 kwenye ofisi za chama uh, ofisi ya chama hapa wilaya ya Ngara. Lengo madhubuti ikiwa ni kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya wana CCM wa wilaya ya Ngara kuomba nafasi ya mbunge wa jimbo la Ngara. Kwa hiyo nimefika ofisini hapa na tayari kama unavyoona nimeshachukua fomu kwenda kusoma kilichoandikwa ndani, sikijui. Kwa hiyo ninakwenda kusoma kilichoandikwa ndani ili nikakizingatie na nijaze fomu hii na niweze kuirejesha. Kwa hiyo kwanza ni kishukuru chama changu cha mapinduzi kwa nafasi hii, kwa demokrasia hii hali ya juu. Sijakutana na changamoto yoyote, nimefika nikafuata taratibu na nikapewa fomu. Kwa hiyo hakuna changamoto yoyote ambayo nimekutana nayo mpaka kufikia wakati huu ambapo wa nimeshika fomu mkononi. Kwa hiyo ninakwenda kuisoma na kuijaza tayari kwa kuirejesha. Sababu kubwa ya ku, ku, kufika kuchukua fomu ni mahitaji ya jimbo la Ngara. Nimekuwa nikisema na naendelea kusema kwamba jimbo letu lina mahitaji, hasa lina uhitaji wa viongozi wabunifu na wanaoweza kuongeza mambo ya ziada mengi aa, ukichanganya na yale ya ilani na yanayofanywa na serikali, jimbo letu likapiga hatua moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo sababu kubwa iliyonifanya nije kuchukua fomu kwenye aa, jimbo hili la Ngara ni mahitaji ya Wanangara. Basi yeah, ndio. E, wakati unakuja kuchukua fomu kuna mtu alikuwepo madarakani kabla ya shughuli za bunge kutamatika. E, pengine unadhani unatosha, e, kuvaa viatu vyake? Sipo hapa kuvaa viatu vyake, ninakuja na viatu vyangu e, kwa sababu viatu vyake pengine vinaweza vikawa ni vidogo zaidi au vikawa ni vikubwa zaidi. A, kwa hiyo sipo kuvaa viatu vyake, nitakuja na viatu vyangu ambavyo ninaamini kwamba ikiwa wana CCM wataridhia na wanangara wataridhia, ninaamini tunaenda kuwa na jimbo la mfano hapa Tanzania. Kwa hiyo siji kuvaa viatu vya mtu, bali ninakuja na viatu vyangu saizi yangu vitakavyonitosha, ambavyo ninaamini kwamba tukishirikiana na wana CCM na wananchi wa jimbo la Ngara tutaifanya Ngara kuwa ya kipekee na jimbo la kipekee hapa Tanzania.